Ni furaha ya hatua nyingine kwa wanafunzi hawa darasa la nne ambao wamemaliza upimaji wa masomo yao uliozingatia ya mtaala ulioboreshwa. Ni upimaji unaolenga kufahamu kiwango cha wanafunzi kumudu stadi za juu za kusoma, kuandika, kuhesabu pamoja na umahiri katika masomo sita yanayotahiniwa kwenye upimaji huu, huku watahiniwa wenyewe wakiwa na matumaini ya kufanya vizuri. walimu wa metu, wametufundisha vizuri. Mtihani naona wa kawaida kwa sababu nimejiandaa vya kutosha, walimu wetu ametufundisha vya kutosha, ndio maana nasema nitafaulu. ulikuwa unahitaji watu wajanja ili kufanya ule mtihani. Mtaala mpya ni mzuri na utatusaidia sana kwenye ma, ma, masomo yetu. Ni mtaala ambao unamfikirisha una mwanafunzi kwa sababu ni competence-based unatufanya hata sisi walimu katika kufundisha tunaandaa, lakini tunafikiria vitendo zaidi kuliko nadharia. Nao baadhi ya wadau wa elimu wamekuwa na maoni tofauti kuhusu upimaji na mtaala ulioboreshwa, na kwamba ni hatua muhimu ambayo inapaswa kutoa tathmini kwa pande zote, wanafunzi, mtaala wenyewe na hata walimu. Unapimwa wanafunzi, unapimwa mtaala, na unapimwa pia uwezo wetu kama nchi wa kusimamia huu mtaala bila shaka itakuwa ni changamoto kwa sababu yatajitokeza mengi ambayo hatujawahi kuyaona hususan kwenye yale masomo ambayo ni mapya haya ya lugha ambazo kama tunavyoambiwa ni shule chache tu zimeweza kuhusika katika hiyo mitihani zitakazohusika kama 115 kwa hiyo kitakachotokea katika shule hizo pengine kitatuambia, ni kwa kiasi gani hizi lugha nyingine e, za kuchagua e, zitaweza kupelekwa katika shule nyingine kama walimu watakuwa na umahiri unaohitajika, na of course kuna ambao wanafanya vizuri. Kwa hiyo kama watafanya vizuri, ni kwamba ni mtaala ambao utapelekea kutengeneza kizazi ambacho kimeandaliwa kwa ajili ya mabadiliko yanayotokana yanayotokea duniani kwa sasa hivi. Kwa hivyo, unavyoona ni mtaala mzuri, na umezingatia vigezo vya kimataifa, na hata kwa ndani ya nchi umeangalia mahitaji ambayo yanahitajika. Kwa hiyo tathmini hii ambayo inafanyika sasa, upimaji huu unaofanyika, unaweza kutoa hatima nzuri ya maoni ambayo yamekuwa yakitolewa, ili kuisaidia serikali kufanya uamuzi sahihi wa ama kuboresha zaidi na kuweka yale maudhui yawe katika hali ambayo inasaidia e, watoto hawa kuwa mahiri wanapomaliza elimu msingi, ili na wanapoendelea kuwa raia ambao wanaweza kulisaidia taifa. Katika upimaji wa mwaka huu ambao umezingatia mtaala ulioboreshwa, wanafunzi hawa walipimwa kwa mitihani ya masomo sita ambao ni sayansi yenye hisabati, jiografia na mazingira na upande wa sanaa ni michezo, Kiswahili kiingereza na historia ya tanzania na maadili pia walipaswa kuchagua masomo matatu ambayo ni lugha ya kichina kiarabu na kifaransa wanafunzi zaidi ya milioni moja na laki tano wametahiniwa katika upimaji huu kwa mara ya kwanza tangu kuanza kutumika kwa mtaala huu ulioboreshwa ambao unaelekeza elimu ya msingi kuanza darasa la kwanza hadi kidato cha nne tumia Omari Azam News